Mapenzi huwa ni matamu sana, hususani ukampata mtu ambaye mnapendana na kuelewana. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa binti aliyekuwa anatambulika kwa jina la Bano pamoja na Abbas, mwanaume ambaye alikuwa na maneno matamu yaliyokuwa na ufanya moyo wa bimdada Bano kupata tabu sana na kutamani kuonana naye kila wakati. Mapenzi hawa, tuawili, ya hawa watu wawili yanawapelekea watu hawa kuweza kufunga ndoa iliyoshuhudiwa na watu wengi. Abbas alikuwa ni mwanasheria ambaye alikuwa na jina kubwa, lakini kwa bimdada Bano yeye alikuwa ni mama wa nyumbani sababu elimu ya dunia alikuwa hana, lakini ukizungumzia elimu ya kitabu kwake ilikuwa ndio kila kitu. Maisha naanza ya ndoa yanaanza kimtindo, yalikuwa ni mazuri sana, lakini pia bimdada akampelekea kuamini hakika katika mapenzi. Ukihitaji ufaidi zaidi, ingia ndani ya ndoa, kwani raha ambazo alikuwa anapewa na, na Abbas hakika zilikuwa hazielezeki, simu zilikuwa hazikatiki kila wakati, endapo mume wake akielekea kazini. Mtoto wa kwanza akapatikana, Abbas akawa anamsikiliza sana bano. Hii kampelekea bimdada kupata ujasiri usiokuwa wa kawaida, hata kipindi ambacho majirani walikuwa wanampiga mikwala, wakimwambia kwamba hahitajiki kufanya jambo lolote la mabadiliko katika nyumba yake kwani wanadai ilikuwa siyo nyumba yake. Hii ilimpelekea Abasi kuchukua maamuzi ya kumkabidhi bimdada kwa maandishi eneo hili lote bwana. Maisha yakaendelea, mtoto wa pili akapatikana, lakini kimtindo mabadiliko yakaanza kutokea ndani ya ndoa. Kila kipindi ambacho bimdada alikuwa anajaribu kuweza kumpigia simu, mshikaji akadai ya kwamba asiweze kumpigia mara kwa mara, kwani anahitaji kupata muda wa kutafakari, lakini pia muda wa kufanya kazi. Bimdada akaona ya kwamba hili lilikuwa ni jambo la kawaida, akaendelea kutunza heshima ya ndoa, lakini siku moja Abbas akarudi jioni akaanza kufunga virago vyake. Dada alipouliza mshikaji akasema ya kwamba anaelekea Pakistani kuna kazi ambayo anahitajika kwenda kuifanya. Hii haikuwa kawaida kabisa ya Abbas, lakini bano akaona kwa kuwa alikuwa na majukumu ya kazi akapiga moyo konde. Abbas anafika Pakistani, lakini mawasiliano pamoja na mke wake akakatika kabisa. Kila kipindi ambacho bimdada bano alikuwa anajaribu kumpigia alikuwa anaelezwa kwamba simu yake ilikuwa haipatikani. Akavumilia, siku moja akafanikiwa kumpata kwenye simu, anamuuliza muungwana lakini mwamba akasema yuko bize sana na kazi, hivyo asijali atarudi muda sio mrefu. Lakini pia anamwambia ndani ya hili eneo alikuwa akaongozana pamoja na mama yake mzazi. Bano akaendelea kupiga maombi, hatimaye maombi yake yakajibiwa. Siku hii ya leo anashuhudia mama mkwe pamoja na mme wake wanafika nyumbani, lakini cha kushangaza mabegi akawa ni mengi. Dada anauliza, mbona uliondoka na begi moja na sasa anaingia mabegi zaidi ya matatu? Je, kulikoni? Ulienda kufanya shopping ama kuna jambo gani jipya? Abasi anampeleka ndichi mke wake na kumweleza ameoa mke wa pili. Bano aliumia sana, anamweleza unachukuaje maamuzi ya kwenda kuoa mke wa pili pasina hata kuweza kuzungumza na mimi. Lakini mama mkwe akaingilia mtukati na kusema ya kwamba yule binti anayetambulika kwa jina la Saria mume wake amefariki, na kwa kuwa yule binti alikuwa akaolewa kipindi ambacho alikuwa bado mtoto mdogo na mume wake alikuwa anamtesa sana Hivyo mama mtu anasema ya kwamba aliwekaga ahadi pamoja na wazazi wake kipindi kile ya kwamba atamchukulia uangalifu huyu binti. Hivyo baada ya bimdada Saria hakufiwa na mme wake, mwanamama anadai ya kwamba akamshawishi mtoto wake afanye maamuzi ya kumwoa Saria kama sehemu ya kulipa fadhila. Halo, hii ni hatari sana. Mwanamama anachukulia hili jambo kuwa ni la kawaida, lakini pia hata kwa Abasi naye anachukulia ya kwamba hili jambo lilikuwa la kawaida, kwa Bano huu kwake aliona ya kwamba ulikuwa ni usaliti usioelezeka. Kwanza aliolewa na Abasi kwa kuwa alikuwa na mapenzi naye ya dhati, lakini leo anamfanyia unyama kama huu. Halo hii ni shida. Maisha yakaendelea bimdada, ikabidi apige moyo konde. Bano na saria wanapata muda wa kuelekea wote sokoni kwa lengo la kwenda kununua mahitaji mawili matatu, lakini Saria akaonekana kuwa ni mwanamke ambaye anafahamu sana vitu ambavyo abasi alikuwa anavipenda. Kitu hiki kidogo kikamshtua sana bimdada Bano. Baada ya kuweza kumweka mtu kati, Saria akawa anaeleza tena kwa matambwa ya kwamba yeye pamoja na abasi walikuwa na mahusiano ya kimapenzi tokea kipindi kile, kabla hata hajakutana na bimdada Bano, na ilitakiwa aweze kuoana, lakini kwa bahati mbaya wazazi wake na Saria walikuwa tayari walishamtafutia mtu mwingine, hivyo bimdada anamweleza yeye ni mke halali kwa Abasi, lakini Bano alikuwa akachukua tu nafasi yake kwa muda. Bimdada baada ya kutema cheche, anaondoka kwa dharau. Dada akaenda kumuuliza mume wake, akihitaji maelezo, lakini Abasi akawa ni mkali, anamweleza bimdada aende akalale, kisha akajichenga. Lakini bimdada alishindwa kabisa kupata usingizi. Anawezaje kupata usingizi ungali mume wake alikuwa hayupo? Anaenda kwenye mlango wa mke mdogo, anasikia vicheko vya watu wawili wakiwa wanatekenyana. Halo, hii inaumiza sana, asikwambie mtu. Omba itokee kwa jirani, isikukute mwaka. mmoja unapita, Bimdada Bano anaendelea kuvumilia maumivu. Kwa sasa anamshuhudia Abas pamoja na Saria mapenzi yao yanaonyesha hadharani, tena hata walikuwa hawana muda pamoja na Bimdada Bano. Dada kwa sasa kitanda kilikuwa ni cha baridi sana, sababu mme wake alikuwa halali tena na yeye muda mwingi alikuwa anautumia pamoja na Saria, lakini pia akaamua kuweza kumbadilishia furniture kama hiyo. Itoshi, akaamua kumnunulia na TV. Kipindi hiki bwana cha miaka 1970 endapo mtu ukiwa na TV, achana na TV, endapo hata ukiwa na redio watu wanakuona wewe ni kigogo. Halo, hii ni hatari. Bano akapiga moyo konde, maisha yakaendelea. Lakini siku moja ilikuwa ni siku ya anivasari, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kwenda kuzungumza na mume wake kazini. bimnada Saria anamweleza mkumbushe, mume wangu juu ya mtoko tulionao siku hii ya jioni, kwani tunahitajika kwenda kuonana na daktari. Saria kwa sasa alikuwa na mimba. bimnada Bano akaelekea mpaka kazini, anafika, anamweleza mume wake, siku ya leo ilikuwa ni kumbukizi ya kuweza kukumbuka siku aliyofunga ndoa, hivyo anamwomba mume wake angalau ampatie mtoko akwenda kwenda kuangalia sine. Lakini Mwamba anamweleza Bimdada hana huo muda. Kama anahitaji kwenda kuangalia sinema basi aende pamoja na watoto wake. Bano akaumia sana, lakini mwamba hakuishia hapo. Anamweleza Bimdada aache utoto wa kumwonea wivu Saria, kwa kuwa yeye alikuwa anatumia naye muda mwingi. Bano akaondoka akiwa na hasira sana, anafika nyumbani, anawaza hali itaendelea mpaka lini. Kwanza halali na mume wake, lakini pia hapati hata muda wa kuzungumza naye kumi tisa itoshi. Hata siku yao ya leo ilikuwa ni muhimu sana, lakini amekosa hata dakika nzafaraga halo Bimdada akaona hujinga hawezi kuendelea kuvumilia, akabeba vilago vyake pamoja na watoto, safari ikampeleka mpaka nyumbani kwao. Bano aliamini endapo akifanya hivi, huenda Abbas akamfuata na kwenda kumwomba msamaha, lakini hii ilimpatia Abbas pamoja na Saria kuendelea kula maisha. Lakini pia kama hiyo haitoshi, akawa namtumia kila mwezi rupia 400 pesa kwa ajili ya matumizi ya watoto. Siku moja mama mkwe akapiga simu, anamweleza Bano, kwa nini umefanya mambo kama haya? Hebu fanya haraka urudi nyumbani. Bano anamweleza mama mkwe kwa kile kilichotokea, nahitaji Abbas angalau aweze kumwomba msamaha, lakini mama mkwe akawaka, anamweleza kitu kama hicho hakiwezekani, mwanaume hata siku moja hawezi akakuomba msamaha kwa kitu kama hicho. Bano alichokuwa nakihitaji kutoka kwa Abbas ni msamaha, lakini pia kuambiwa mke wangu rudi nyumbani. Siku zikazidi kwenda, Abbas kwa sasa akaacha kutuma pesa ya matumizi kwa watoto. Bimdada pamoja na baba yake, ikiwemo pia na watoto, akafunga safari mpaka kwa Abbas, lengo ni kwenda kuzungumza. Baada ya kufika hapa Bano anamweleza mshikaji, mbona kuna muda sasa haujatuma pesa ya matumizi. Abasi anamweleza Bimdada, kumbe kilichokuleta hapa ni pesa za matumizi, kama hiyo toshi. Abasi anamweleza Bimdada kwa salangu ni kukataa kukupeleka kwenye filamu, ndio ukaamua kuondoka pamoja na watoto. Bano anasema hiyo siyo sababu ya yeye kuondoka nyumbani, lakini sababu kuu anadai ya kwamba Abasi alikuwa anaifahamu ni ya yeye kuchukua maamuzi ya kwenda kwa mke mwingine pasi na hata kukaa chini na kuzungumza. Abasi anasema tatizo siyo hilo, bali tatizo, ni kwamba bimdada alikuwa anamwonea wivu bimdada Saria. Anadai ya kwamba Saria alikuwa ni mrembo kuliko Bano halo, haya maneno alikuwa ni adharau sana, beto ilikuwa ni kubwa sana, lakini ukiangalia macho pamoja na sura ya bimdada, hakika alikuwa na machungu ya kutosha, na haya machungu sijui ni nani ambaye atakayeweza kumsaidia. Baba akaamua kumfuata mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa ni memba katika mahakama ya kadhi, lengo ni kwenda kumweleza kwamba akaongea na Abas aendelee kutuma pesa ya matumizi kwa watoto wake, lakini huyu mwamba anasema ya kwamba hataweza kufanya hivyo bali anamshauri huyu baba aongee na mwanaye ambembeleze arudi kwa mumewe. Baba baada ya kuona hii hali, anamfata mwanaye na kumweleza, mwanangu, endelea kupambana. Inafahamu vita hii unaoipambana mbele, njia yake ni ngumu sana, lakini fahamu, nitakuwa nawe bega kwa bega mpaka ushindi upatikane. Baba na mwana wanaenda kufungua mashtaka juu ya mtaalamu wetu Abasi. Mungwana baada ya kuipata hii taarifa, alishangaa sana, akaona kwamba bimdada kitu anachokifanya hataweza kufanikiwa, kwani yeye alikuwa na kubwa lakini pia alikuwa ni mwanasheria anayefahamika sana. Bano anaulizwa wakili wako yuko wapi? ni sawa umeweza kufungua haya malalamiko lakini, bimnada akasema ya kwamba hana wakili yoyote, kwani hata afahamu hayo mambo ni mambo gani. Hakimu akawa anahitaji kumtimua bimnada, lakini maneno ya uchungu aliyokuwa anayaeleza bwana akamvutia wakili mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Abela, akasema yeye pamoja na msaidizi wake watafanya kazi ya kuisimamia kesi ya Bano dhidi ya ab ga kesi. Saadi anambembeleza mme wake si awe tu anatuma pesa kiasi cha rupia 400 kila mwezi, ili waweze kuachana na hizi kesi. Mungwana hakuweza kujibu jambo lolote, bali akabaki kimya, lakini pia akaamua kuweza kumuita bimdada Bano wanafamilia wakajua huenda muungwana alikuwa anahitaji kuweza kuomba msamaha, lakini baada ya kufika anampatia talaka tatu pale palepale bimdada, na kumweleza kuanzia siku hii ya leo sio tena mke wake, lakini pia anampatia kiasi cha rupia elfu mbili halo. Dada anaondoka akiwa na undoka, machungu pamoja na maumivu yasiyoelezeka. Mwanaume aliyempenda, mwanaume aliyemwamini, mwanaume aliyemwita wa kwake na mume wake wa maisha, leo anamfanyia unyama na kumsahau kabisa yeye pamoja na watoto wake. Halo, asikwambie mtu, na hata akisema aliye atalia kilio cha aina gani ili maumivu yaweze kupungua moyoni. Hakika aliamua tu apige moyo konde. Bela baada ya kuzipata hizi taarifa, anamweleza bindada kama talaka aliyoitoa haiendani hata na misingi ya dini ya Kiislamu, hivyo wanaweza kuendelea na kesi yao ya kwenda kumshtaki Abbas kwenye mahakama ya serikali, ili bimdada aweze kupata haki yeye pamoja na watoto wake. Kesi nafikishwa mahakamani, Abasi anashitakiwa na mke wake. Hakika beto ya leo ilikuwa siyo ya kitoto, mazungumzo yalikuwa ni makali sana, lakini hatimaye hakimu akasema ya kwamba hii kesi yeye hana uwezo wa kuiamua. Anamwomba Bano pamoja na familia yake waelekea kwenye mahakama ya kadhi ili waende wakapate haki yao. Baba na mwana wanafika kwenye mahakama ya kadhi, Bano anaanza kulaumiwa na kuambiwa kwamba kitu alichokifanya sio sahihi cha kwenda kumshtaki mme wake kwenye mahakama ya serikali. Ungali mahakama ya kadhi ilikuwepo. Bano anasema mara ya kwanza alikuja kuomba msaada lakini hawakuweza kusikilizwa. Kama hiyo haitoshi, dada akaendelea kutema cheche huku akiwatajia mistari ambayo ilikuwa imeandikwa katika kitabu tukufu. Dada anasema wanaweza wakamdanganya jambo lolote lakini sio juu ya jambo la haki katika dini yake. Watu hawa ikaonekana walikuwa upande wa Abasi. Bimdada akakosa msaada. Maisha ya Bimdada pamoja na familia yake hakika yakaanza kuwa magumu. Baba alikuwa anategemea kuweza kuwafundisha watoto juu ya elimu ya dini ili aweze kujipatia kipato, lakini kwa sasa kila mtoto alikuwa anakatazwa na mzazi wake asije kabisa akaisogelea hii familia. Dada akairudisha kesi kwenye mahakama ya serikali. Hakimu leo baada ya kusikiliza tena hii kesi kwa umakini anatoa goa hedi ya kuelekea katika mahakama ya juu. Mitaani, hali ikazidi kuwa mbaya, watu hawa wakazidi kutengwa. Lakini pia ilipofika mwaka 1980 watu katika hii jamii wakawa wanahitaji kuivamia familia ya Bimdada kwa lengo la kuidhuru, lakini Bimdada akachukua maamuzi ya kuwabeba watoto wake safari ikampeleka mpaka kwa Abasi. Anafika pamoja na mwanasheria anamwonyesha ile hati ambayo Abasi kwa mara ya kwanza kabisa aliamua kuweza kuandika jina la mke wake. Sababu hii inampelekea Abasi kumruhusu mke wake kwenda kuishi katika nyumba pembeni. Mwaka 1982 watu hawa wanaingia tena mahakamani, kesi inasikilizwa kwa mara nyingine, na ndani pia hii mahakama ya bwana Bimdada anashinda kesi hii. Inapelekwa katika mahakama nyingine ya juu zaidi. Sari aliona wake ulisema hii ni kesi ndogo ya kusikilizwa tu mara moja kisha inaisha, lakini ninachokiona kwa sasa ni tofauti. Sadia akaamua kumfuata bimdada bano kwenda kuzungumza naye, anamuuliza ni kitu gani unachokihitaji kwa hiki unachokifanya, kwani huenda kikaleta aibu kubwa ndani ya nyumba yangu. Lakini bano anamweleza bimdada ya kwamba wewe mwanzoni ulishindwa kuvumilia maneno ya kwamba uliolewa kwa lengo la kusaidiwa ukaamua kuongea maneno ambayo yaliumiza moyo wangu na kunichoma sana, ili uweze kupata heshima ndani ya nyumba, hivyo na mimi kwa sasa ninachokipambania ni heshima. Bano leo analetewa taarifa ngumu sana, baba yake ambaye alikuwa anampenda na, na kumwamini amepoteza maisha akiwa ana uchungu pamoja na maumivu mazito ya bwana, mtaani na kwenye watu akazidi kumtenga, kwani kwa sasa ilikuwa akienda sokoni ya bwana, hakuna mtu ambaye alikuwa yuko tayari kuweza kumuuzia kitu chochote. Akiwa haelewi ataishi vipi pamoja na watoto wake, leo analetewa kitunga kikiwa kimejaa vitu vya sokoni, kitunga kilichokuwa kimeletwa pamoja na bimdada Saria upande wa Abasi, kila ambapo alikuwa anajaribu kuweza kuwasogelea watoto wake ambao alikuwa kazaa pamoja na bimdada Bano ya bwana, watoto hawa walikuwa wanamkimbia yani, walikuwa hawahitaji kushirika naye hata kidogo. Kitu hiki kilimuuma sana. Anamfuata mke wake Bano, anamweleza kitu hiki kimemuuma sana yeye kama baba kuweza kukimbiwa na watoto wake. Bano anamweleza Abasi huku akimpatia chakula ya kwamba hakika Mungu aweze kutusamehe kwa yote atakayotokea ambayo yatasababishwa na hili jambo ninalolipambania. Mwaka 1983 hii ilikuwa ni siku ambayo watu hawa walikuwa wanapanda ndani ya mahakama. Abasi alikuwa anapewa sapoti na watu ambao walikuwa wanatoka ndani ya mahakama ya kadhi, lakini bimdada yeye alikuwa anamwamini Mungu pamoja na wanasheria aliyokuwa nao siku hiyo. Abasi hakika aliongea maneno mengi, akisema ya kwamba hakika huu ni uzalilishaji mkubwa wa sisi kuweza kutufikisha mpaka ndani ya mahakama kuu ya taifa, eti kisa bimdada mmoja anadai haki baada ya kupewa talaka. Hakika kitu hiki mungwana alisema ya kwamba ni uzalilishaji katika mahakama yao ya ka lakini pia ni uzalilishaji katika dini yao, hivyo anaomba mahakama hii iweze kutupilia mbali hii kesi. Kitu hiki kikapelekea watu hawa wawili kila mmoja kubaki na maneno ndani ya moyo wake. Baadhi ya watu akaona hakika hii kesi, ah basi atashinda kwa kishindo kikubwa. Mwaka 1984 huu ni mwaka mmoja umepita tokea kesi ile iweze kusikilizwa kwa mara ya kwanza ndani ya mahakama kuu ya taifa na leo ilikuwa ni mara nyingine, dada akasimama akaanza kueleza uchungu alionao moyoni, lakini pia mambo aliyofanyiwa na mume wake. Hakika mambo aliyoyaeleza, kila mmoja alibaki mdomo wazi, lakini pia alibaki yupo kimya. Dada anasema ya kwamba yupo hapa sio kwa sababu yeye ni mwanamke wa Kiislamu, bali anapambania haki ya kila mwanamke ambaye ananyanyaswa na kutelekezwa na mume pasina kuwa na sababu yoyote. Hivyo leo anaomba mahakama iweze kumpatia haki ili arudishe heshima ya familia yake, kwani hakuna heshima yoyote anaopatiwa, hata baba yake amekufa akiwa hana heshima yoyote halo, kila mtu alibaki mdomo wazi. Mwaka mmoja unapita unafika mwaka 1985, leo ilikuwa ni siku ya mahakama kuu ya taifa kutoa maamuzi juu ya kesi ya bimdada Bano pamoja na mme wake, mtaalamu wetu Mr Abaskani. Mahakama inatoa majibu na kusema kwamba kesi ya bimdada ameweza kushinda tena kwa kishindo kikubwa, na muunguana nabidi awe anatoa pesa matumizi kwa watoto wake kila mwezi. Halo, huu ulikuwa ni mshangao katika taifa. Kwa mara ya kwanza mwanamke anasimama na kuweza kushinda jamii ambayo ilikuwa imemzunguka, ambayo ilikuwa imemtenga na kumnyanyapaa. Dada anarudisha heshima ya familia yake. Lakini pia hii ni hadithi ya kweli iliyotokea kwenye maisha ya kweli ya bi mdada Shazia Bano ambaye alileta mabadiliko makubwa sana ndani ya taifa la India, na hapa bwana, tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifu jambo jipya basi, usisahau kushare, ku like na ku subscribe. Ilikuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.